Uhusiano wa karibu kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk sasa umeyumba vibaya, baada ya mabishano yao makali kwenda hadharani kupitia mitandao ya kijamii. Mzozo huu unaoendelea unaweza kuathiri sio tu masuala ya kibiashara na siasa za ndani, bali pia mikataba ya serikali na miradi ya anga. Kulitazama hili kwa undani, nimezungumza na Mubelwa Bandio, mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kimataifa aliyeko nchini Marekani, na kwanza nimemuuliza ni kipi kilichoenda kombo katika usuhuba baina ya watu hawa wawili. Kwanza tuzungumze kwamba Elon Musk kwa miaka mingi amekuwa ni mtu ambaye akizungumzia suala zima la kupunguza deni la taifa. Kwa hiyo, hichi ni kitu ambacho tunafahamu kwamba wanasema ana passion nacho, akilinganisha na ambavyo imekuwa kwa Donald Trump. Donald Trump ameitumia kama sehemu ya kampeni. mm. lakini inaonekana changamoto kubwa imekuja kwenye kwanza, namna ambavyo waliingia katika kujaribu kulifanikisha hili katika mkakati wao wa DOGE, wakiahidi kuliko ambavyo wangeweza kutimiza. mm. lakini imekuja kwamba ili kuweza kufanikisha hili, imehitajika pia kukata katika sehemu ya matumizi ambayo ni kama vile inamgusa pabaya Elon Musk, na Donald Trump amejaribu kusema Uh, kwamba yeye kuamua kufanya maamuzi ambayo yataathiri biashara za Elon Musk ilikuwa ni kati ya uh, jambo ambalo limesababisha humvurugano wao, watu ambao tunajua fika kwamba hawakuwahi kuwa marafiki, ila walikuwa wana maslahi ambayo yalikuwa yanaendana. Kwa kauli hiyo, maanake unamaanisha hata wale waliokuwa wanasema kwamba haya ambayo tunayaona sasa hivi yalitarajiwa wako sahihi kwa msingi huu? Uh, ni, mimi ni mmoja kati ya watu ambao tulisema kwamba tulitarajiwa kwa sababu tulifahamu kwamba unapokuwa unaunganishwa na hisia kuliko uhalisia uh, muda si mrefu mambo yanakuja uhalisia, unapokuja kuhit mambo yatabadilika. Tulikuwa tunafahamu kwamba mahusiano yao yangekuja kuwa na yangekuwa na mgongano wa kimaslahi muda si mrefu kwa hiyo wengi tulisema, lakini hatuonekana haikuonekana uh, wazi kwa kipindi kile, watu wengi wakuweza kuona, kwa sababu pengine nao walikuwa wanaangalia katika mtazamo wa kihisia, tuliona ilikija. mm -hmm. Ila nitakiri kwamba sikulitegemea kutokea katika kipindi kifupi hiki. mm -hmm. Hasa chini ya wiki moja tangu mmoja aondoke kwa sherehe na bashasha katika White House. mm -hmm. Kila upande sasa unatoa vitisho. Trump anasema utawala wake utasitisha mikataba na makampuni ya Elon, lakini Elon, naye anasema anaweza kuondoa huduma muhimu katika shirika la anga la Marekani, NASA. Yote haya yanaashiria nini? Anaashiria kila mmoja anaamini kwamba amemshika mwenzake panapostahili. hmm. Donald Trump anaamini na mamlaka ya kuweza kufanya anachoweza kufanya, lakini wasiwasi tulio nao ni kwamba uh, Elon Musk alipewa uhuru wa kuingia na, ku, na kupata access, au kupata uh, ruhusa ya kuweza kufuatilia taarifa nyingi nyeti za serikali ambazo mm. zinahusisha mambo mengi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Elon Musk anaamini kwamba anaweza akaanza kuviachia ambavyo Donald Trump naye inaonekana hapendi vitoke, okay. lakini Donald Trump anaamini kwamba yeye ana ufuasi na ushawishi wa kuweza kumwathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa, wapo ambao anahisi pia kwamba Elon Musk anasema pengine kwa niaba ya baadhi ya mabilionea ambao wamekuwa waoga kusema mm. na sasa wanaweza wakawa rahisi kuunga mkono kuliko kuanzisha mazungumzo. Kwa hiyo tunaamini kila mmoja kwa wakati wake anaona kwamba ana namna ya kuweza kumshinda mwenzake na pengine ndiyo maana uh, wamefanya jitihada sana wasaidizi wa Donald Trump kuhakikisha kwamba leo kutakuwa kuna mazungumzo ya simu mm, baina ya hawa wawili kuona kwanza kama wanaweza waka hiyo cool down temperature, kwa sababu joto limepanda sana, hasara mm, zimekuwa kubwa kibiashara na kwa watu wengi uh, kama alivyopata kusema kwamba ni kama vile King Kong na Godzilla wanapigana mm, na sasa wanaoathirika ni sisi wananchi tu ambao tuko hapo katika hicho kijiji.